Nimtaja Mheshimiwa Masache Njelu Kasaka, Mheshimiwa Ana Richard Lupembe ajiandae. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti na mimi kupata nafasi niweze kuchangia kwenye hotuba hii nzuri sana ya ndugu yangu Mchengerwa, na nianze kwa kumpongeza, ameweza kusoma hotuba yake vizuri, na hakika hii wizara wamejipanga vizuri, yeye pamoja na wasaidizi wake kwa maana ya manaibu waziri, lakini na katibu mkuu pamoja na timu yake yote kwa ujumla. Hakika wanaitendea haki hii wizara hongereni sana, mheshimiwa waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, nami nitaendelea kuungana na wenzangu tuendelee kuweza kuipongeza Serikali ya Awamu ya Sita chini ya metu Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo imeendelea kushusha miradi mingi ya kimikakati ya kimaendeleo kwenye kila sekta. Wameweza kugusa karibu sekta zote hapa, kila mmoja akisimama hapa, si kwenye kata, si kwenye vijiji, hakuna mahali ambako mradi ambako haujafika. Hata mimi kule kwangu, wilayani kwangu Chunya kule karibu kila kijiji, kila kata, kila mahali, miradi imeenda imetiririka. Tunampongeza mama yetu Samia Suluhu Hassan, hakika ameonyesha kwamba yeye ni mama na mama mwenye shughuli. Ndio maana tunasema mitano tena, tunamwongezea na sisi hapa pamoja. Kumuongezea kumwongezea yeye na sisi bado tumo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye upande wa upande wa afya, mimi niseme kwamba kila mmoja amezungumza hapa, lakini sisi kule kwetu Chunya kwenye upande wa afya, hospitali ya wilaya tumepata zaidi ya bilioni 5.7. Leo ukifika pale, wale ambao hawajafika zaidi ya mwaka mmoja miwili, wakifika pale leo wanapotea, kwa namna ambavyo majengo yamejengwa ya kisasa, vifaa tiba vimewekwa pale ndani, na huduma sasa zinatolewa za viwango. Vile vile wengine wakifika pale mpaka wanashangaa, baba, ni hii Chunya hii tunayoifahamu, au nyinginezo? Lakini sisi ndio kazi ambayo itupatia, tumeendelea kuifanya vizuri zaidi. Haijashia hapo katika kipindi hiki hapa cha miaka minne mama mama yetu Samia Suluhu Hassan na miaka mitano ambayo itupewa sisi ridhaa hii vituo zaidi ya zahanati kumi na tano tumeweza kuvijenga na vinatoa huduma haya kwetu. Hii ni mafanikio makubwa, kwa sababu tunasema mtu ni afya, ndo maana afya imekuwa kipaumbele cha kwanza. Kana kwamba haitoshi, kwenye upande wa vituo vya afya zaidi ya vituo vya afya vitano vimejengwa ndani ya hii miaka mitano. Kituo cha afya cha mamlaka ya mji mdogo wa Makongorosi ni kikubwa, kina adha hospitali ya wilaya, kimejengwa, kinatoa huduma, kina facilities zote na mpaka huduma ya mochwari pale inatolewa na majokofu yamewekwa pale, wananchi wananufaika kwa hizi huduma. Kwa lakini pia hatujatosha hapo, kituo cha afya cha Matwiga tulipata fedha na juzi tu takriban kama wiki tatu zilizopita, tulipata zaidi ya milioni mia mbili kazi inaendelea pale na huduma zinaendelea kutolewa. Kituo cha afya cha Mafyeko tulipata zaidi ya milioni 300, kazi inaendelea lakini pia na huduma zinaendelea kutolewa pale, na fedha zinazidi kutiririka kwa sababu vituo hivi vinakamilika. Na kituo cha afya cha Kambika toto ambacho ni zaidi ya kilomita 260 kutoka Chunya mjini, 260 kilomita kutoka Chunya mjini, tumejengwa kituo kizuri, wa mwetu Samia Suluhu Hassan alitupatia hizi fedha, wananchi wananufaika pale na gari la wagonjwa tumewapelekea kule. Kwa hiyo tunamshukuru sana mwetu Samia Suluhu Hassan. Kwa kazi kubwa ambayo imeweza kufanyika, ombi letu tu moja, haya yameweza kufanyika na mambo mengine bado yanaendelea kufanyika. Tunaomba tuzidi kuongeze kwenye upande wa vifaa tiba, tupate vifaa tiba vingi na vya kutosha zaidi, lakini kana kwamba hiyo haitoshi, tupate pia na wataalamu wa kutosha. Vifaa vipo vichache, lakini pia majengo yapo ya kutosha, wataalamu tuna upungufu nao. Niombe Mheshimiwa Waziri ulichukua ili utuletee wataalamu wa tiba tuhakishe kwa kwamba huduma za afya zinakwenda vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye upande wa elimu, kila mmoja hapa amekuwa shahidi, ameweza kuzungumza namna ambavyo kwenye upande wa elimu mama yetu Samia Suluhu Hassan alivyoweza kuigusa elimu kwenye jamii yetu. Zimejengwa madarasa ya kutosha, yamejengwa shule shikizi, shule mpya zimejengwa. Tukianza kutaja hapa shule mpya moja moja hapa hatutaweza kumaliza. Mama amewekeza kuhakikisha kwa kwamba elimu ndio mkombozi wa Mtanzania, ndio maana fedha nyingi amezipeleka sana kwenye elimu. Lakini kana kwamba haitoshi, ndani ya miaka minne ya mwetu Samia Suluhu Hassan tumeweza kujenga sekondari mpya tano. Tumejenga sekondari mpya lupa ya mayeka Girls, tumejenga lualaje sekondari, tumejenga mafyeko, tumejenga kambikatoto, tumejenga na kata ya mkungungu Hizi sekondari mpya tano zimejengwa na sekondari mpya nyingine mbili zinaendelea kujengwa kwenye kata ya Upendo na kata ya Matunda, kwa maana kijiji cha Itumbi tunaendelea kujenga. Haya kwetu sisi ni mafanikio makubwa sana, lakini pia tumeendelea mwaka huu tumeweza kusajili sekondari nyingine mbili kwenda kidato cha tano na cha sita. Tunategemea kwamba kuanzia Julai zipokee wanafunzi hawa kidato cha tano na cha sita. Haya kwetu ni mafanikio makubwa sana. Tunampongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini tunaomba tuongeze juhudi sana tuhakikishe kwamba kwenye upande wa elimu tunaenda kufanya vizuri zaidi. Na kama mnavyofahamu, wilaya yetu ya Chunya ni moja kati ya wilaya ya kongwe, ilikuwa nyuma kwenye upande wa elimu, ndio maana sasa hivi tunakwenda kwa kasi zaidi. Lakini pia kutokana na ukongwe wake huu, shule zile ambazo zilijengwa zamani, tuna shule kongwe nyingi, shule zimechakaa. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, kwenye mipango hii tunajua tunaweza kupata fedha kwa ajili ya shule chakavu, lakini pia kwela yetu ya Chunya, kutokana na ukongwe wake na shule nyingi kongwe, tunaomba utuangalie kwa jicho la huruma, tuweze kupata fedha nyingi zaidi ili zile shule kongwe ambazo tunazo nyingi ziweze kupata fedha hizi na tuweze kukarabati. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu kwamba uchumi uweze kwenda vizuri zaidi, lazima tuwekeze kwenye miundombinu hasa miundombinu ya barabara. Wakati Mama Samia anaingia ana madarakani, tulikuwa na bajeti sisi wilaya ya Chunya. Wakati anaingia yeye, bajeti yetu ya Chunya ilikuwa milioni mia saba na hamsini kwa mwaka, lakini leo tunavyozungumza tumefika bilioni mbili pointi tatu. Haya ni mafanikio makubwa sana, ndio maana tunaposema Mama Samia mitano tena, hatuongei tu kwa kumpamba, kwa sababu amefanya kazi na kazi inaonekana. Barabara nyingi zimeweza kujengwa, zimeweza kutengenezeka. Barabara ya kutoka Chunya mjini kwenda Ifumbo imeweza kutengenezwa kwa kiwango kile ambacho hakina mfano wake, imejengwa kwa Molam, inapitika vizuri, na leo walikuwa kule hakuna usafiri kule, leo wanalala magari matatu ambayo kila siku yanatoka kuanzia Ifumbo yanaenda sehemu nyingine mbalimbali. Haya sisi kwetu ni mafanikio makubwa sana. Barabara kutoka Njia Panda kwenda Sangambi imetengenezwa vizuri, barabara kutoka Lupa kwenda Ruwalaje, barabara kutoka Lupa Nkungungu, na Kambi Katoto Sipa na nyinginezo zimeweza kuweza kufanikiwa vizuri, lakini na madaraja pia yameweza kuende, kuendelea kujengwa lakini haya pamoja kwamba yameweza kupiga hatua lakini kwa jiografia wilaya ya Chunya kwa ukubwa wilaya ya Chunya leo wilaya Chunya, ya Chunya kijiografia ina zaidi ya square mita 1013 ambapo square mita 1013 hizi ukizijumlisha wilaya ya Kiela Rungwe, Mbeya mjini, Mbeya vijijini bado haijafikia wilaya ya Chunya kwayo bado tunapata bajeti ndogo hizi bilioni 2.3 pamoja kwamba tumeongezewa, tunamshukuru serikali. Tunaomba sana tuangaliwe na jicho la huruma ili tuweze kuongezewa hii bajeti, ili tuweze kutengeneza barabara nyingi zaidi, kwa sababu kwa sasa hivi barabara za kwenda vitongojini nyingi hazijaweza kusajiliwa. Ndio kazi tunazifanya tuweze kuzisajili, ziingie kwenye mtandao wa TARURA ili tuweze sasa kuweza kuiombea fedha tuweze kupata fedha nyingi zaidi. Tumeweza kuzisajili barabara kadhaa lakini tunaendelea kuzisajili barabara nyingine, kwa sababu kule sasa hivi ndio kuna uchumi mkubwa sana. Hasa kama mnavyofahamu sisi wilaya yetu ya Chunya ndio wazalishaji wa pili wa dhahabu kwa wachimbaji wadogo kwa Tanzania. Kwa hiyo muone namna gani ambavyo barabara hizi zinaenda kule maeneo ambako uchumi unazidi kwenda kufunguka, na ukiufungua uchumi wa kule, maanake serikali pia itapata mapato mengi zaidi, wananchi wataweza kunufaika kiuchumi, na sisi kwa ujumla wake tutaweza kunufaika. Mweshimiwa mwenye kiti, pamoja na haya lakini pia kupitia mapato ya ndani tumeweza kujenga na tuendelea na ujenzi wa stendi mpya pale halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya. Niweze kumshukuru kwa maana ya halmashauri yangu ya wilaya ya Chunya, baradha ya madiwani lakini pia na mkurugenzi wetu ndugu yangu Tamimu Kambona, anafanya kazi kubwa sana. Tumeweza kupata zaidi ya bilioni mbili, bilioni tatu, na ujenzi wa stendi inajengwa na inawezekana kupitia mapato ya ndani ndio stendi ya kwanza nzuri ya kisasa kwa mkoa wa Mbeya, sisi Chunya tunaendelea kuijenga. Haya ni maazi na kazi nzuri ambayo sisi wananchi walituamini, tumeifanya hii kazi kwa ukubwa wake. Tumetekeleza ilani ya chama chetu cha mapinduzi kuhakikisha kwamba haya na mengine yanakwenda vizuri zaidi. Lakini kwenye upande, kwa maana asilimia kumi ya zile fedha kutoka kwenye halmashauri, tunamshukuru mama yetu baada ya kuzirudisha zile fedha leo vikundi vingi zaidi vimeweza kunufaika. Awamu ya kwanza zilitolewa zi zaidi ya milioni 840 kwa wilaya yetu ya Chunya, na awamu ya pili ambayo kuanzia mwezi ujao wiki ya kwanza au ya pili, tutakwenda kwenda kuzikabidhi. Tuna fedha ambazo ziko tayari bilioni moja pointi mbili. Haya zinapokwenda kwa wananchi, maana yake tunaenda ku, kuunyanyua uchumi wakina mama wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa vijana na walemavu wa wilaya yetu ya Chunya hivyo tunaomba sana haya na mengineyo, ndiyo sababu ambayo inatufanya leo hii tunaipongeza serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, inaweza kufanya kazi kubwa na nzuri zaidi. Huduma za kijamii zinaendelea kuboreshwa zaidi, na sisi wanachunya tunaendelea kuwaambieni kwamba mama Samia yeye yeah, hatudai, ila sisi, sisi tuna deni kwake, na hili deni tutaweza kumpatia Oktoba, kumpa kura nyingi za kishindo zaidi, kuhakikisha kwamba yeye aendelee kutumikia na sisi ambao tumechaguliwa na nchi tuende kutumikia zaidi. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Masache Njeru Kasaka Mheshimiwa